taaa hey, topo lo shuelio的时候... des Haya, mtazamaji, tunaendelea mbele kwa mbele, karibu sana katika episode ya 13. <laughs> Basi mzee akawa anayesifia ile pombe kulikweli, sasa <laughs> kijana bado anasisitiza anataka kujua geti liko wapi la kutokea. Anamwambia mi nimekaa kwa miaka ishirini. <laughs> Yani kitu pekee ambacho nimejifunza ni, ni kuzoea mazingira. <laughs> Mzee kasha zoee. Kijana amekaa kidogo tu anaona kama vile ni mateso, anamwambia inabidi tu uzoee, usiwe na haraka bado. Anko eh. Mzee hataki kuguswa. Sasa mzee ni waajabu kidogo, yaani ndani ya muda mfupi tu anapata usingizi. Sasa tuenzetu kwa kamanda mpya anaitwa Jin Mao. Binti alikuwa na mawazo, unajua muda mrefu amekaa na mawazo kidogo akatokea Jin Mao. Sasa shughuli binti sikashaifanya. Kwa hiyo sasa hivi anaaminika kweli, yani pale ndani. Sasa Jin Mao akamwambia, mimi nijua ushaondoka. Anamwambia, kweli nilipanga niondoke, lakini hata sijui wapi pa kwenda. Hivi Chino. Unajua, mimi ukisema kweli, najua kwamba nahitaji kukuomba radhi kwa yale ambayo nilikwambia. Kwa hivyo usiwe na kinyongo na na mimi ni kama tu dada lakini kwa nini basi hauna tu furaha? Anamwambia, unajua, miaka mingi iliyopita, ni mi ukweli, tuliuawa sana, ni watu wengi ambao hawana idadi tuliuawa. Sasa ikiwa basi siku moja tutakufa, hatumaye hata huko tunakoenda hatutapokelewa. Basi mwenzie akamwambia, wala haiwezi kuwa hivyo, mbona si tu wenyewe tumeua watu wengi tu. Yaani kuna hadithi yenyewe inayoumiza. Ingawa hata ha, ajaniambia lakini, kwa kuifikiria tu inaonekana ana kitu fulani ambacho hatamani kumwambia hata mtu mwingine. <coughs> so, noun salo yar yo kre ceni i wakati alipokuwa hapo hapo, akaja mtu mmoja ambaye basi alitoa taarifa oh, ya kwamba pana mteja ambaye amempenda chwinong, aende atakiwa aende akatoe burudani huko. Gorofani gorofa ya tatu ko. Aya, hii ndio style ambayo maisha ya binti huyu amekuwa siku zote ni kwa muda mrefu sana, miaka karibu mitano amekuwa akifanya biashara hii ya yani, kuna kuja watu kama ana hela, mtu anaketi pale anaburudika, analipa pesa yake, anaburudika chui. Anachotakiwa ni kutoa burudani pale. Ikiwa basi huyo mtu ataridhia na alichokiona anaweza kaamua kumchukua, wakaondoka mtu mmoja aliyewahi kutokea ambaye ni Master Fu Hongxue ambaye alitoa kibunda cha pesa ili huyu binti awe huru, aka, akaishi maisha yake kwa uhuru, unaona? so, cha ajabu ni kwamba yeye akaamua. Alimpiga kisu kifuani. Aliyeketi hapo anaonekana pia ni mwanamke. Iko vizuri sio mbaya. Hii ni sehemu watu wengi wasafiri wanakuja kukutania hapa, chochote utakachosema upatiwa, utapatiwa unachotaka. Ah, alipotoa kofia namna hii akashangaa, anaona mtu kama wanafanana kabisa Meme. Dada usinite dada yako. Wewe wewe, well, kama mi ningekuwa dada yako ungekuwa unanidharau mimi. mm -hmm. Kumbe ni Misma alikuwa ameketi pale. Mama, mama uko wapi? Binti alikumbuka mbali sana huyo mdogo. Mtu akamuuliza wewe nani? alipomuuliza nani, akamwambia nakuuliza wewe nani? Yani anarudia mara mbili. Mimi naitwa Chuinong, na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mafaleni. Hasa inakuwa vipi? Mimi sijawahi kukuona wewe. Akamwambia mimi nilipotea huko jangwani. Chuinong anamwambia mm, wakati tukitembea huko tulipotezana. Ah, wazazi wako wako wapi? Chuinong akasema mimi sina wazazi. Akamuuliza unaweza kucheza gololi? Akamwambia sijui. Sasa nitakufundisha smayo akiwa mdogo Mafalina alimfundisha chui na wakacheza ngolo. Kwa hiyo vipi miaka yote umekuwa ukiendelea vizuri? Mwambie ndio nimekuwa nikiishi tu hivyo hivyo Mpaka leo. Ninajua dada kama bado una hasira na mimi. Hasira na wewe? Kwa nini nikuchukie sasa? Mimi sina shida na wewe, hasa mimi sina undugu wote na wewe. Wewe chochote utakachoamua kufanya wewe fanya tu. Akisema sawa. Ni ukweli, mimi na wewe hatuna undugu. Kumbe alikuwa ni mtoto ambaye alichukuliwa kulelewa. Nimekuja hapa nikuombe kitu kimoja, namtaka sidhani kama mimi nitakuchukulia wewe kama ndugu. kama kama umefanikiwa kumaliza kucheza hapo, sijui hata ninge kama ningeendelea kukaa. Hebu niambie, Fu Hongshu yuko wapi? Akasema amekufa. Aliposema vile, ai ai ai, miss ai, miss Falin, kile kitu kikamtikisha, alishtuka. Ah, wewe umesemaje eh? Fu Hongshu ashakufa eh? na ni mimi ndo niliemua. kwa kwa nini nini umefanya umefanya hivyo hivyo na kuniuliza si alikuwa tu ni slave kama ulivyosema? si si e, si miaka eh, li eh, mingi imeshapita. Nasema usiongee chochote. Asante tena, sikuambii uongo sana, Asa baada <tie> basi, na ya kupata hizo taarifa basi, huyu naye analia mama, kwa nini ukaniacha mwenyewe? Sasa huyu Miss Fallin, kwa nini ukaniacha mwenyewe? Analia, mambo yamegeuka, yani kila kitu kinaonekana ni kibaya. Ngoja tukumbuke nini kilitokea hapa, kuna kitu tunakumbushwa wa na, ukiwaangalia wanafanana kweli. Huyu mzee ni nani hapa na onekana e, basi kuna kitu anachofanya binti hapa, kisha kuna mtu mwingine anatokea, anaita baba. Mafali ndo anaita Chuino, ndo alikuwa anajaribu kupata muhuri wa baba kwa kidole haraka sana. Basi inaonekana Gongsan pamoja na anko Fengu alikuwa Chuino eh, inaonekana hii ni sumo. Huyu amejaribu kufanya kitu gani? Huyu baba baba, anaita baba mzee, inaonekana sio, alipewa sumo, lakini pana barua ikachukuliwa haraka na anko Fengu akaisoma. Mimi Ma Kongqun na amua kufa, na amua kumfanya eh, Chui Nong kuwa mke wangu halali. Sikudhani <coughs> kama huyu mjinga anaweza kuamua kufikiria mawazo kama haya. <coughs> Sasa inakuwaje mpaka sasa bado yuko hai huyu? Yeye ana moyo kabisa kuchukua sumu kumdhuru mzee huyu, huyu anafanya hivyo ili kusudi tu awe katika nafasi ya mzee huyu. Binti atakuwa na moyo mbaya sana. Askari wake aitwa haraka, chukueni Chui Nong hapo. Sasa hilo ndo kosa ambalo inasemekana mm, kama tuliwahi kuliskia hizi habari, alikuwa anazielezea yule Yekai, alimueleza kwamba anajua uliwahi ulichukuliwa, yaani wewe mzee ambaye tumemwona hapo, ndo anaonekana ndo makosa. Alimleta binti katika mjengo wake kama kumlea. Baada ya kumlea e, binti akakutanishwa na mtoto aliezaliwa pale ndani ambaye ni Miss Mafalin. Inaonekana sasa binti baada ya kukua Uh, ye, akawa anataka kuchukua sijui ni urithi. Kwa hiyo akawa anataka kujibandika kuwa mke na akaandika kama urithi kwamba mzee aliachaga hiyo na kuweka muhuri wake. Sasa ile siku alikutwa katika hicho kitukio hicho, ndio akafungwa katika kile kifungo, akakaa kule Nameless Pavilion ambapo panaitwa 10000 House Hall kwenye lile castle. Ndio akaanza kutumika kule akawa dansa, lakini vile vile akawa ni spy wa bosi Shao. Na siku ile alipoondoka pale hata miss Mafalini alijisikia vibaya sana, akajiuliza dada yangu mdogo wangu, nini ambacho kimekusukuma mpaka ukafanya tukio kama hilo? Kwa hiyo ndo siku hiyo alichukuliwa, wakaachana, yani wakatengana. Sasa ndugu yake anamuuliza miaka yote hii umekuwa ukifanya nini? Kumwambia mimi nimekuwa tu ni dansa, kitu gani kingine tena ningeweza kufanya? Ndo nimejipatia pesa kwa njia hiyo. Lakini hii si sehemu nzuri dada, ungefikiria mahali pengine pa kwenda. Big Boss anipatie mtu mwingine ambaye ningeweza kumwamini kutumikia hapa <tutu> na ambaye

Wakati anaendelea kuongea hapo, basi mzee akamshushia, akamwambia, sikia, nikuambia wewe sasa, nimekuchagua utakuwa ni spai wangu, utakuwa unafanya shughuli zote za muhimu ambazo zinatakiwa zifanyike hapa. Bila shaka unanielewa kile nakuambia. Kwa hiyo walizungumza siku ile na kuelewana kwa sampuli hiyo, akamwambia, ndio hivyo. Binti akamwambia, sio sawa, sio mbaya, mm, mimi nitafanya basi kile ambacho e, nitaweza. Na alimwambia kuhusiana naye kuwa na dada na huyu Mr. Shao akamwambia, ni sawa ia o... Bogo... so kuja ikiwa unataka kuja kuwa huru itategemeana na uaminifu wako kudumu kwako kukaa hapa kufanya kazi inayotakiwa. Kitu hiki ni nini? Kaambiwa hiyo ndio pombe ya hapa, kama waini yetu. Hiyo maana yake ni kama ndo amekaribishwa, kwa hiyo anatakiwa anywe, anywe kama kama kali sana ee, inaweza kumfanya mtu akasahau hata maumivu yanayomtesa. Wala usijali utazoea tu, Laiba. Ah, basi. Shinja. E, natakiwa sasa uanze kuzoea taratibu Mta. Hapa e, nimefanikiwa baada ya muda wote huo kuwa huru sasa, lakini nimekaa hapa miaka yote. Nimeshasikiliza hizo sababu zako nyingi ulizozisema. Twende pale ulipomwacha. Unajua unachokiongea? Kumwambia ndiyo, eh mimi ndo niliyemuua. Na pia yule mtu anaonekana alikuwa na nia mbaya na wewe. Hata sijui ni nini alichokifanya kwako, hata mpaka ukaamua kumlinda kiasi hicho. Acha nikukumbushe, kuanzia leo wewe unakaa mbali na watu wabaya. Usiache watu wabaya kuja kukaribia maisha. Kasema nani atakayeniharibia maisha mimi sasa? Miss Ma anauliza hivi mm? Unajua wageni wengi waliokuja hapa, hata wengine waliokuja leo, unawajua? Natakiwa uelewe kitu kinachoendelea. Kuna mtu mwingine anakuja hapa anakudhalilisha, anasema kila maneno anayotaka kusema. Kuwapokea kama wageni wa kawaida hivi unawezaje? Haya, yule mwingine amekuja amenilazimisha mpaka nilale naye. Yani, ni vitu vya ajabu tu Anasema sasa, sasa, yani sasa ndio hivyo. Mimi nilimchagua Fu Hongxue. Hebu ngoja nikwambie kitu kimoja. Chochote ulichowahi kufanya zamani, mimi sitaki kukukeka akilini sana. Lakini kwa kuwa umeamua Fu Hongxue, wewe sasa ni adui yangu. Wakaanza kupambana mtu na mdogo wake. Lakini sasa ni mdogo wake wa vipi wa kufikia kwa sababu tumeshapata stori yake, jinsi alivyoingia nyumbani kwao na kitendo alichofanya kipindi hicho kutaka kujihalalisha kama mke wa nyumba hiyo ili mradi tu labda pengine yule mzee akionekana ashapokea uh, ashakufa basi mali na nini na urithi vyote viwe vya binti. Sasa angalia, walianza kupambana na hasira hizo ni kwamba Ma Fangling ana hasira zaidi, sio kwa sababu ya yaliyotokea zamani, ila sio kwa ana hasira zaidi kwa kile kitendo cha kuthibitisha kwamba amemuua eh, Master Fu Hong. Sasa basi ndio hivyo, paka changamka ndio hivyo. Pa, mapambano yakawa mengi sana, makali sana. Haya, wote wanaoneshana nani anaweza zaidi. Sasa dada mtu amevaa nyeupe. I mean amevaa nyeupe na mdogo mtu ambaye alikuwa ndo wa kufikia. Yeye amevaa nyeupe pia, nyeupe. Katika zile vurugu eh, kidogo bwana, wakaingia upande ambao alikuepo Master Murong Mingzu. Kwanza akashangaa. Alafu sasa jamaa naye alikuwa na mwanamke uko ndani. Anajipatia tu raha. Eh, kashamaliza sasa, hakutegemea kwamba katika kupigana pigana kule. Basi itatokea mkewe naye. Mke wangu huyu mjinga huyu, amenitongoza huyu. Hebu muangalie, ana aibu huyu. Ai, pumbavu wewe! Akamzaba kofi. Nilikuwa namfundisha adabu. Ondoka haraka, ondoka. Unasema amekutongoza hivi? Kwa mwonekano huo kweli utatongoza wewe? Ndio amenitongoza akifia hapa. Jodai. Utaendaje kumwambia? Utamwambia baba nini? Eh, <coughs> naye akafurahi, kwamba ameachwa. Haya bwana, jamaa alikuwa amenusurika sana tu Ujik... sasa Sasa, usiponiambia Fu Hongxue yuko yuko wapi wapi, nitammaliza, yaani nakwambia nitammaliza mjinga. anataka aambiwe habari za Fu Hongxue hapa hapo, niambie haraka au nimuue Fu Hongxue Fu Hongxue nilimsukuma juu ya bonde linaitwa broken hold, eh, bonde kubwa au broken cloud valley ni bonde kubwa zaidi ambalo ni juu sana, ngumu sana mtu kutoka pale juu kushuka mpaka chini akawa salama. Kwa alimwambia ni wapi ambapo alimsukuma akadondoka kwayo. Kwa hiyo kwa haraka haraka harakaharaka, bibi aliondoka pale kwa hofu sana, anataka kwenda kuhakikisha kwamba anajaribu kwenda kuangalia kama ataona chochote au atapata chochote. Foto. Na wewe inabidi ujirekebishe. Siku nyingine siku nyingine ukifanya ujinga ujinga wako huo, nakuambia kabisa hauta, hauta, hatutakusamehe. Haya, wakati tupo katika kipengele hiki ambacho basi tunamwona hapa Master Fu Hongxue akiwa anajaribu kuitafuta eneo ambalo linaitwa Heaven Gate, sehemu ya kutokea huko chini kuzimu huko ambako basi amejipata yuko huko akiwa amefungiwa katika sehemu ambayo hajui hata anatoka vipi. Basi mtazamaji, tuishie hapo, alafu tutakutana kwenye episode inayofuata itakayokuwa basi ni episode ya e, eh, 14. Bila shaka utajionea mengi sana katika episode inayofuata, hususan ni nini kitaendelea. Je, atafanikiwa kutoka huko chini? Tutajua na vile vile, tumeona pia Miss Ma akiwa anakimbilia kule kwenye bonde lile kajaribu kuangalia je, atafanikiwa kumwona sasa? Tutajua yote baadaye. Haya, karibu sana. Ikiwa una jambo lako lolote, andika kwenye comment, tutawasiliana humo na namba yangu ya simu unayo kwenye skrini muda wote, mara kwa mara inatokeza, itumie.